Yo, mambo vipi wadau? Mambo vipi wa Dazen Entertainment. Bwana eh, inakwaje wanangu? Leo bana, nafanya surprise niko na hey, tumbali kabisa kutoka Dazen Entertainment. E eh, bana, huyu hapa atajieleza mwenyewe yeye ni nani? E eh, bana, bro unaitwa nani? Ya yeah, mimi naitwa Matonge. Unaitwa Matonge. Majina yako kamili nani? Ah uh, jina langu kamili naitwa Asmani Aron Sharif. Okay. Yeah. Okay, so mwanangu, sisi bana tuma uh, mimi nimeamua kuja hapa ku kwa tembelea, lakini pia kuja kuchukua mawili matatu kutoka kwenu uh, unataka uniambie una Christmas kapi mjini hapa, kama nne? Una Christmas nne eh? Kama wewe mwanangu umechinja ng'ombe wa nne, yani hata chembe hujajaa. Kwa hiyo hujazaliwa Ocean Road? Hapana, hapana. Umezaliwa wapi? Ah, mimi nimezaliwa Tanga. Tanga? Eh, Tanga. Tanga Tanga ni kubwa. Ah, mimi ni mtu wa Tanga, same farm tunaitwa Kabuku. Okay, kwa hiyo mwenyeji wa Tanga kabisa. Kabuku kabisa nyumbani ipo zaliwa kabisa kabisa, njambila <laughs> Mimi mwenyewe pia mwanangu, unakijua kitanga, ujue usinipige, ujue basi, karibu sana. mimi ndo mtanga halisia, na mimi ndo mtanga original kabisa. Okay. E bana, umetoka zako Tanga umekuja Dar es Salaam, si ndio? Yeah. Ndio, harakati zako zote unapiga Dar es Salaam. ni kitu gani kimekuvutia kuja Dazen Entertainment? Ya, yeah, ah, mi huwa napenda sana sanaa toka nikiwa mdogo, wakati nasoma nilikuwa napenda sana sanaa kuliko chochote kwenye maisha yangu. So kwa nilikutana na brother Mo Dazen, alinishauri vitu vingi sana, kwa sababu nilianza kukata tamaa, kwa sababu kuna baadhi ya watu walikuwa wananisema vibaya, da nah, unakucheza muda kwenye sanaa hivi. Yaani, maneno mengi sana, kwa hiyo siku moja nilikutana na brother Mo Dazen akanambia, mdogo wangu na kitu, kwa hiyo njoo mjini tufanye kitu, kwa hiyo nilitoka kijini nikaja zangu mjini nikaendelea na sanaa lakini kadri nilivyokuwa naendelea na ile sanaa kuna vitu vingi ambavyo nilikuwa najifunza na yani siku zinapozidi kwenda na imani ipo siku nitafikia naopataka. Okay. Oh, mpaka sasa hivi umefanya movie ngapi? Dazen Entertainment movie kama nne hivi nimefanya. Okay, moja wapo haraka haraka chapu kidogo, yeah. kuna Usaliti, kuna Penzi la Kifo, kuna Chaumbea, pia kuna Mzee Fataki. Oh. Yeah. Safi sana sasa mimi nauliza hivi. Ni nani anazitunga zile stories zote zinazokuja hapa? Ah, mtunzi ni mimi hapa ila tu kuna movie moja ambayo imetoka juzi inaitwa Mzee Fataki ndio ambayo nilishikiana nilishirikiana na kiongozi wangu Mo Dazen, alinishauri kwamba tufanye hivi tufanye hivi za mimi nikaionyesha story. Oh, hongera sana. Ya, si kumbe na Mo Dazen naye iko iko vizuri kwa story. Ya, yeah, ipo vizuri. Maki huwa anakupa anakupa story afu mimi ndo napita ni ile njia ndo napita mimi kwa sababu si unajua viongozi wanakuwa na mambo mengi okay. So okay. kwa mimi nikitulia na nyosha ile story na kaa sawa okay, safi sana sasa. Ndio oh naomba no, nikuulize una familia, una mke? Yaani familia una ila mke na mtoto una? Ah, kwa kweli mke sina, ila akitokea then nitakuwa naye nitaoa tu, nitaoa yeah. kwa hiyo mwanangu sasa hivi yani wewe upo upo bachelor ya? Ah, niko bachelor sasa hivi. Uh, una unasomaga komenti zako kwenye YouTube? Ah, uh, komenti mwisho nilisoma juzi ya. Ndio, unazichukulia hizo zile komenti? Ah, uh, kwa uelewa wangu mimi nilizani kwamba nitakuta komenti labda watu wanatusema vibaya kwamba hatuwezi kuigiza hivi nini na nini. Lakini nimeona komenti zote hizi kwamba wanatusifia tunafanya vizuri kwa sababu sisi bado underground. So komenti za pale nimeona bado wanaenda kutusifia tu. Au oh, mwanzo ulikuwa uko wapi kabla hujafika Dazen Entertainment? Mwanzo nilikuwa niko Tanga na jamaa mmoja alikuwa naitwa Kasi Chundo ndo ambaye nilikuwa nafanya naye kazi, lakini mafanikio yangu alikuwa ni madogo sana kwa sababu nilikuwa nipo nyumbani. Okay, kwa hiyo ulipotoka na hapo ulipo, hivi ni kitu gani ambacho, yaani, ni changamoto gani ambazo unaziona kule nilikotoka na hapa nilipofika, ni kitu gani umekigundua mpaka ah Kusema kweli, sasa hivi yani inakuwa na ule morali wa kutunga story kila siku, kwa sababu napotunga story huwa inanyoka na-na na inapita na naona kabisa sasa hivi washabiki tayari wanakuja, wananikubali, wananisupport so even na fly, na enjoy, yeah. Okay yeah. E bana, sasa nauliza hivi yeah. Kwa mfano mtu akwambia hivi, bana, naomba utoke hapo Dazen Entertainment, naomba uje kwenye crew yetu e, a, unaweza ukachukua maamuzi gani? Ah, kusema kweli msanii popote anaishi, lakini kwa sasa bado na najifunza na naendelea kujifunza, lakini natamani kufanya kazi na wasanii wakubwa hivyo yaani, lakini kwa sasa nipo hapo kwa Dazen Brand Music. Kwa mtu yote ambaye atanihitaji mimi kufanya na mimi kazi ataonana na kiongozi wangu, wakielewana zaidi nitafanya kazi popote. Vipi changamoto hapo Dazen Entertainment? Uh, ah, changamoto naweza nikasema kila sehemu zipo, lakini kwa hapa changamoto zipo ndogo ndogo. Okay, yeah. Kwa hiyo mwanangu utakunambia kwamba Matonge sasa hivi anaenda kuwa, uh, anaenda kuwa mfano msanii, mfano nikimchukulia, si vizuri sana kumtaja msanii, lakini unatamani kuwa msanii mkubwa kwa azidi hata wale ukwepo sasa hivi? Yeah, natamani na hiyo ndio ndoto yangu, lakini kuna msanii mmoja ambaye huwa nikiangalia movie uh, zake ananivutia sana. Ulipokuja, ulipotoka huko, ulipotoka ukaja hapa Dazen Entertainment Uh, umepokelewaje? Ah, kusema kweli ilikuwa kama ni surprise fulani hivi kwa sababu wakati nakuja huku nilikuwa nakuja lakini sina imani na kitu ambacho ninachokifuata. Lakini action ya kwanza nilipokelewa standi pale kwa shamra shamra shangwe, zaidi nafika nyumbani mpaka magogo nimechinjiwa. <laughs> so yani ah, nijikuta yani na furaha fulani hivi yani. Hivyo oh. Uh, yani. Huyu uy, e, Modazen ni mtu wa design gani? Ah uh, Modazeli huwa ni, ni ni mtu wa kuimba imba, anapenda sana kuimba imba, lakini mimi mwenyewe nilishangaa namkuta kwenye uigizaji pia yupo na anafanya vizuri. Nikasema, da upaza kweli anapiga huku na huko, so kwa ni mtu ambaye yuko pisi sana, ambaye ukimwambia shida zako anakuelewa, ukimwambia tufanye hivi anakubali kushaurika, yani yupo hivyo Modazeli. Okay bana, Matonge. Naam. Kwenye mzee Fataki wameshiriki karakta wangapi? Ah uh, pale kwa haraka haraka wapo kama nane au tisa hivi, ndio ya, kuna mimi hapa mwenyewe Mzee Fataki, au kwa jina unaita Matonge, kuna Mo Dazen mwenyewe pia, kuna Diego Master pia, kuna Emi au feti unaweza ukamwita pia, kuna Vanessa Mbei na pia kuna brother mwewe pia yupo kwenye hiyo movie. Zema itaona upande pale mbele huko. Oh, umeniambia Vanessa Mde, Vanessa Mde huyu nimjua le stafu kuimba au yupi? Ni mtu pekee fahamu dogo. Hapana, ni sister fulani TV ambaye tuko naye hapa na yeye pia anajitafuta kama sisi. Sio ambaye unamjua wewe. Yaani, oh, majina tu yameingiliana. Okay, pale umecheza kama nani? Penzi uh, nini uh, nini nini, nini kuna hii movie ya Mzee Fataki umecheza kama nani? Pale Uh, kama Fataki mwenyewe, kama yule, babu ambaye tulimuona, nilicheza, oh, ilicheza. Yule ni wewe? yeah, yule. Ha, so mambo <laughs> yule, yule so, yako yule, sio babu mwenyewe. yeah, yeah. Kweli una kitu, hongera sana mzee wangu. Uh, sasa naam. No, kingine cha kumaliza, nataka kufahamu uh, sasa hivi ushanza kulipwa kwenye movie toka tokauanza kufanya kazi na Dazen Entertainment Uh, kusema kweli kuhusu kulipwa itakuwa ni siri hiyo, maanake mambo ya akaunti nini na nini hatuwezi kuongea live watu wengine wakasikia. Okay, safi sana. Eh, bana Matonge, mimi bana niko katika section ya Dazen Media. Oh, mimi nakutakia kila la heri lakini pia hizi movie zote zinapatikana wapi? Uh, movie zetu unaweza ukaingia YouTube pale ukaandika mo, unaacha nafasi unaandika Dazen movie zinakuja pale. Kuna Wenge, kuna Nampenda Mke Wangu, kuna Penzi la Kifo, kuna Usaliti cha Umbea, Pepo na Mzee Fataki, kwa zote zinakuja pale. Okay, paleka. Ah, kuna vitu navisikiaga kwenye kambi, waga mnafanyaga mambo ya ajabu ajabu, hiyo ni kweli? Ah, kwa, kwa kwa mwonekano wa mtu ambaye anatizama kwa msanii yoyote anajua nini maana ya kambi, lakini mtu ambaye si msanii na wala hajapitia changamoto yoyote ya usanii au challenge ya usanii anaweza kaamini kwamba mtu yote akikaa kambi atakuwa anafanya labda umalaya na washerati mambo ya kiuniuni, lakini si hivyo. Kila kitu ni mtu mwenyewe na akili zake. Unaweza ukaamua kufanya popote na si kambini pekee. Kwa hiyo sisi kwa kambi yetu sisi tunaishi vizuri, tuna- tunasaidiana mtu anapokuwa na shida. Kwa hiyo sijaona changamoto yote wala sijaona jambo baya, naona kama watu wanaishi vizuri tu kwa upendo na amani. Unatamani uh, waongezeke wasanii wengine au mnatosha nyiwe peke yenu? Yani kwa kawaida, yani, wasanii mnapokuwa wengi natengeneza kitu kizuri zaidi kuliknpokuwa wachache, huwa zinasumbua sana kwenye mchezaji na maana tunaona hata movie zetu tupo wenyewe wenyewe, kwa tu hamna mtu mwingine ambaye anaongezeka kwsabbu ni wachache, ila ikitokea kuna watu wanatamani kufanya kazi na sisi tunawakaribisha sana. Oh, mwanangu <laughs> oh, sasa nauliza hivi Ukitokea mzamini sasa, mzamini anataka kuibeba Dazen Entertainment au amiliki, umko tayari? Ah, tayari, naweza nikasema kwamba unaweza ukalala maskini lakini ukaamka tajiri. Kwa hiyo sisi kipaji tunacho na pia tunatamani kufika mbali. Kwa hiyo akitokea mzamini yoyote ambaye anatamani kuamsha ku, ku, hili kundi letu, ataonana na meneja wetu Zeni, wataongea. Baada ya hapo wataongea na sisi kama wasanii, tukiridhika naye tutafanya naye kazi. Kwa hiyo tunamkaribisha mtu yoyote. Okay, asante sana ndugu yangu, mimi nakutakia kila laheri. Mungu awasaidie sana, Mungu awasimamie. najua kuna vitu vingi vinapitia, ila Mungu atawalinda na mtafanikiwa na mtatimiza malengo. Kikubwa tu ni kuvumilia, kuwa na subra, lakini pia kuheshimu jamii na kuheshimiana wenyewe mnaofanya kazi pamoja, bila kujali huyu ni mtu mzima, huyu ni mtoto hiyo ndio inaweza kukufikisha. Huo ndio ushauri wangu kama mtangazaji, lakini pia tuendelee kumtanguliza Mungu, tuombe Mungu sana, tuswali, tumuombe yeye, ndio anaweza kufanikisha hiyo jambo you know? Lakini la mwisho kabisa kumalizia, la mwisho kabisa, la mwisho kabisa, la mwisho kabisa, la mwisho nataka uni unipe rehesu watu watakutambuaje? kama wewe ni Matonge kweli na kama wewe una talent kweli? Tupe kidogo ili tumalize show, uendelee kupumzika, mzee wa kazi tende. Mimi ndo babu Matonge, kijiji kizima kinanijua. Yani mimi nina uwezo yani wa kubadilisha mtu akawa mende, yani nikifinya hivi, nikikuweka kwenye chupa yangu, naweza nikakutikisa akili ikachanganyika kwenye mavi kwa mimi, naweza nikakutikisa, nakutikisa na kutikisa, kufinya Babu Matonge, sijawahi kuangushwa. toka nife ndo nimezaliwa. masaiapanaundo Matonge mtumbadi kabisa. ameshiriki Mzee Fataki, lakini ameshiriki <laughs> kwenye muvi inaitwa Penzi la <laughs> Kifo, lakini <laughs> pia ameshiriki muvi ya Chaombea, lakini ameshiriki Penzi la Usaliti, ebana Tuendelea kwa kuwasapoti wana kwenye YouTube channel, wanapatikana mo, unaacha nafasi dozen, unakuwa unazipata movie zote hizo. una unasubiri nini? Nimesign out, sema ciao.